Kuna video ambayo inasambaa kwa sasa mtandaoni na ni stori kubwa sana nchini Uganda, ambapo hii video inamwonyesha mume wa Zari the Boss Lady, Shakib, akiwa chini ya mti na msichana, ambapo wanashikana mikono, ni kama mpenzi wake. Yani pozi zote zinaonyesha kwamba huyu ni mpenzi wake. Katika kipindi hiki ambacho tunafahamu kwamba ndoa ya Shakib na Zari the Boss Lady imetengemaa sasa hivi, hii video imeleta mushkeli kweli kweli. Wengi wanahisi kwamba Shakib anamsaliti Zari the Boss Lady na huyu mwanamke, lakini yeye sasa uh, baada ya hi hiyo video kuwa imesambaa sana na story imekuwa kubwa, leo vile vile mwenyewe uh, leo of course, hii ndio story imekuwa kubwa, na leo pia mwenyewe amekuja kuzungumza kuhusiana na hiyo video kupitia Snapchat ambapo ameandika please disregard the old video of me circulating on social media it is outdated and being shared with malicious intent by a blogger attempting to tarnish my reputation and relationships. Kwa hiyo nachosema kwamba tafadhali puuzeni video ya zamani yangu inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii, ni ya zamani na inasambazwa na bloga mwenye lengo la makusudi kujaribu kuharibu heshima yangu pamoja na mahusiano yangu. Ndio hivyo, Shakib ameikanusha hiyo video akisisitiza kwamba siyo video mpya, kwa maana ya kwamba huyu mtu ambaye amesambaza hivi leo, lengo lake ni ovu, kuhakikisha kwamba anamharibia ndoa yake, mahusiano yake na heshima yake vile vile. Je, unamwamini? Labda Zari akija kuongea naye itakuja ku make sense zaidi, lakini sofa, eh, mambo eh, yanaonekana sio mazuri kwa upande wa Shakib. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga.